Ngumi ni kiwango sahihi cha chakula cha wanga kwa binadamu kula kila siku? Hapana, hakuna sehemu yoyote ambapo pameandikwa ngumi ni kipimo sahihi, lakini pia binadamu tunatofautiana ustahimilivu wa sukari au vyakula vya wanga, hivyo kila binadamu ana ustahimilivu wake. Naweza nikasema kwamba kwa ngumi, mimi kwa kwamba, kiasi sahihi cha wanga ili uwe na afya njema, inategemea na mwili wako, jinsi ambavyo unaathirika na vyakula vya wanga. Kuna mwingine anaathirika katika kiasi fulani, mwingine anaathiriki katika hicho kiasi, kuna mwingine hata katika kiasi kikubwa haathiriki. Lakini pia inategemeana na shughuli ambazo wewe unazifanya kila siku. Huwezi ukawa unakula kiasi kikubwa cha wanga, afu shughuli zako za ofisini, shughuli zako sio za kuhusisha utumiaji wa nguvu kwa wingi. Lakini pia watu wengi wana fikra potofu ya kwamba kama wanafanya kazi ngumu labda za kuchimba uh, mabarabara au shughuli za ujenzi, hivyo basi wanahitaji kula vyakula vinavyoupa mwili nguvu kwa wingi, yani vyakula vya wanga. Kiutafiti tunasema ya kwamba vyakula vya wanga ni vyakula ambavyo katika gramu moja tunapata calories hizi nne. Katika gramu uh, moja ya vyakula vya mafuta tunapata calories hizi tisa kwa hiyo ukichoma mafuta unapata nishati zaidi ya mara mbili aliyechoma wanga. Kizuri zaidi ni kwamba vyakula vya mafuta vinadumu mwilini, unakuwa na nguvu muda mrefu, ni sana moto wa magogo. Lakini vyakula vya wanga unapata nishati kidogo, alafu unawahi kusikia njaa. Ukiangalia katika vitabu vyote vyote vya mwongozo, katika tafiti zote, hautakuta sehemu yoyote palipo andiko ya kwamba kiasi cha wanga binadamu ambacho anatakiwa kula awe ni mzima au ni mgonjwa, ni kiasi cha ngumi. Kwa hiyo ngumi ya ugali, ngumi ya wali, ngumi ya kiasi chochote cha wanga, hakuna sehemu yoyote palipoandikwa. Ukisoma katika miongozo ya chakula inasema ya kwamba kiasi cha wanga ambacho binadamu anatakiwa kula kwa siku nzima e, ni asilimia 45 mpaka asilimia 60. Ina maana ya kwamba kama wewe mwanamke unatakiwa kula calories, elfu mbili kwa siku nzima katika masaa 24 tukitafuta asilimia 50 yako ya carolis elfu mbili ni carolis elfu moja. Kwa hiyo tunataka sasa kwamba kumbe e, wewe unatakiwa kula calories elfu moja za wanga kwa siku nzima, ambapo sasa si sawa na kipimo cha ngumi, kwa sababu hakuna mtu aliyetafiti ya kwamba mtu ana average ya ngumi kiasi gani na hiyo ngumi ina calories ngapi. Kwa hiyo ni, ni ni ni ni usemi tu ambao umezoeleka, lakini hauna uh, hauna hauna basic.